E, zaza ndugu zangu wane wane, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana. Karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa. Sasa leo tutaangalia kumi bora za Baraka Magufuli akimwigiza sauti ya hayati John Pombe Magufuli. Sasa nitaki kukuchosha na we usinichoshe sana mimi sitaki kukupotezea muda, na wewe usinipotezee sana mimi muda. Hebu tuende mmoja kwa moja live. Tukianza na namba kumi. Kula chuma hicho! Tunafurahia sana jitihada ambazo umekuwa ukizifanya na tunakupongeza kwelikweli, Mwanza we, asante sana kwa kuleta fungula kome bwana. Nitamshangaa mtani wangu kama atajikausha tu hapo, asitume hata wasaidizi wake ni <laughs> lazima tuunge mkono uchumi wa nchi kupanda bwana. Haya, asante mheshimiwa rais. Halafu nimemwona hapa mbunge mwembamba kuzidi hata wasome, naona naye anakuja kunitunza jamani. Nikimpa wizara huyu si hatanenepa kidogo, ndugu <laughs> zangu Niendelee tu kuwasisitiza watanzania kwamba tufanye kazi, lakini <laughs> pia tulipe kodi. Maendeleo kweli ili yaje, ni lazima tulipe kodi. Asanteni sana ndugu zangu. Haya, sasa tukaangalie namba tisa. Kura chuma hicho mdabulo, hoye! Wako viongozi wa serikalini, wako walimu, wako madaktari, wamesoma. Mdabulo Tanzania oye, nataka niwakishie ndugu zangu wa Tanzania. Walimu wana kazi kubwa mno, na nilikuwa ninawasiliana na ndugu Profesa rofea Dalichako, angalau tuwaongezee mshahara kidogo <laughs> mimi mkinifurahisha, nitaendelea kufanya vizuri na ndio maana Taifa Stars wale wachezaji walioniletea ule ushindi nimewapa viwanja Dodoma. Kwa hiyo siwezi nikashindwa kuongezea mshahara walimu. Haya, nikupeleke kwenye namba nane. Kura chuma hicho, naomba nianze kukupongeza sana Mheshimiwa Selemani Jafo, kwa kweli unafanya kazi nzuri sana na ninaambiwa na wake watatu, si ndio? <laughs> ukishaona mtu anaweza kuongoza familia ya, ya, ya, ya wake watatu, ujue kabisa hawezi akakuangusha kwenye wizara jamani. Ninasema uongo? na ninafikiri huu ni mwaka wa tano na sijawahi hata kumtumbua hata siku moja, na wala hata sijawahi fikiria fikiria kumtumbua. Wewe chapa kazi ni kijana mdogo kabisa tena, nikikuangalia unamwanya Mheshimiwa. <laughs> mkuu wa mkoa Oresenare, hebu simama bwana, wa Tanzania wakuone. Hapa Oresenare, we ni kipande cha mtu. Huyo hapa Morogoro, palikuwa pana na michezo ya ajabu. Nikamwambia Jafo wale wote ninataka utoe toe pale juu, nataka tulete wapya. Kwa hiyo tumekuleta hapa ili uongeze kasi ya kusimamia hii Morogoro. Kuna kesi hapa za wafugaji na wakulima, ukashughulikia hayo. Nafikiri hata Jafo mara nyingi amekuwa akikukumbusha, lakini pia ni lazima umwe na mahusiano mazuri kati ya mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya. Jamani, ninasema uongo uongoe? Yeah. Eh, mkurugenzi yule niliyemleta yuko hapa wa manispaa, safi kabisa. Wakinamama we, huwa ninaamini kwamba wanawake wanaweza. Nikamwambia huyu anaitwa Sheira, nani yule, Rukuba. Nikamwambia nenda pale Aya, tukaangalie namba saba. Kura chuma hicho. Ndio huyu huyu, ni mimi hapa. Dugu zangu wa Mafinga, kama nilivyo waeleza. Azisimama kwenye gari hapo juu bwana. <laughs> Toto. Mafinga oye! <laughs> Ulijuaje kama navaa kofia leo ndugu? <laughs> zangu wa Mafinga, kwanza nimefurahishwa kweli kwa mapokezi haya ambayo mmenipokea kama rais. Mbunge wenu wa Mafinga mjini amezungumza mambo mengi, na nilikuwa nikimsubiria bwana nani huyo, Bwana Mahamudu Mgimwa. asingezungumzia barabara ile ya Mfindi ningenyang'anya koti nikaenda nalo Mdaburu. Kwa hiyo ndugu zangu, kero zenu nimeweza kuzisikia kweli lakini pia ndugu zangu, ningependa kuongea sana na nyinyi wa Tanzania, lakini bado nina ziara nyingi za kikazi. Kwei la mwisho kabisa, nimpongeze bwana ari yapi, ni kijana mdogo kabisa, tena mweupe <laughs> umeweza kunitanulia ule uwanja wa ndege wa Nduri na zile bombadia nazileomboazaza ni kupeleke kwenye namba sita kura chuma hicho. Ninafurahi sana uwepo wa mama Janeti pare mheshimiwa <laughs> rais. Huu ni utani usioumiza, lakini pia nimefurahi sana kumwona waziri wa, wa wapi hapa wa Canada. Nafikiri kama bado huko hapa hapa Tanzania nitakufikiria. Fikiria vizuri, ndugu zangu, Tanzania tunaweza kwa fedha zetu wenyewe, na ndio maana tumeamua kuyatekeleza mambo mengi yanayoendelea hapa nchini. Serikali ya awamu ya tano imejipanga kuhakikisha Watanzania wanapata maendeleo ya kweli na ndio maana miradi mbalimbali imekuwa ikitekelezwa ikiwepo kwenye elimu, afya, miundombinu ya barabara, maji pamoja na umeme. Na ningeshangaa sana Karemani, kama usingekuja hapa leo. Ndugu <coughs> zangu, Tanzania ni nchi tajiri sana aya, zaza moja kwa moja twende kwenye namba tano, kura chuma itoe. Dar es Salaam oye, hebu muwapigie makofi hao akina dada weupe weupe hawa, lakini <laughs> pia ninaomba makofi kwa ajili ya hawa weusi, kwa sababu wana hisa za kuishi Afrika. <laughs> Weusi safi sana, lakini pia nimefurahi sana kumwona Kajara, na ukija kwetu kule Usukumani hawa weupe weupe hawa huwa tunafurahi sana. Kwa hiyo na mimi hata naamini hata na mimi mwenyewe nitachelewa chelewa kidogo kurudi kule Dodoma. Ndugu zangu, awali ya yetu ninawapongeza sana ndugu zangu mliohudhuria katika event hii. Kwa kweli nyinyi ni watu muhimu sana kesho. Nina mkutano pale Watasafu, lakini nikaona nije tupeane moyo na nyie ndugu zangu. Najua kuna wengine hapa leo hajawekwa hata status. Jamani, ninasema uongo ndugu zangu? Sijua wajasajiri wa sababu zao kwa alama za vidole, lakini najua ni utaratibu tu. Dar es Salaam, we kwa kweli mimi leo nimefurahi. Mpoke ni kijana wangu tangu yupo kule walikuwa wanaita mambo haya kaja hapa the comedy, na kuna kipindi chao fulani hivi wanaita enzi za Mwalimu, nilikuwa nikikifuatilia fatilia sana. Kwa hiyo walivyoniambia leo ameandaa hili tukio muhimu, nikaona nije niungane na nyinyi wa Tanzania wenzangu, ambao mmefika hapa, na nikiri kweli mmependeza sana, ongereni sana. Lakini pia karibuni, guru tunywe chai. Ndugu zangu, nimepita hapa kwa ajili ya kuwasalimu. Mungu awabariki sana, ninawatakia sikukuu njema Nyenye ambayo hamna wachumba basi tuliombee taifa. Asante sana. Haya zaza wane wane, ni kukaribishe tena kwenye kipindi kijacho. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe akaunti <laughs> yetu ya Ndui Media. Asanteni sana ndugu watazamaji.